Ahlan wasahlan wa marhaban bikum na assalamu alaikum. Popote pale ulipo, natumai upo salama na mzima wa afya. Karibu kwenye Sarahab podcast mm -hmm. ambapo leo tutaenda kuzungumzia kuhusiana na ujirani mwema. Nafahamika kama Habiba Hamisi, na bila shaka, kila siku, kila wakati, alhamdulillah nasindikizwa na, na... na mchangamshaji wangu Nami niitwa Sarafina Msioki. Leo hii tumekuandalia mada ambayo inagusa kila mmoja wetu ambayo ni ujirani mwema. Naam. mm -hmm. Ni kweli kabisa Sarafina. mm -hmm. Katika dunia ya kisasa, yaani watu wanaishi pamoja yeah. Lakini mioyo iko mbali mbali. mm -hmm. Yaani, kwa ufahamu wako unaweza kufafanua vipi ujirani mwema ni upi, ni vipi, kitu kama hiyo? mm -hmm. Ujirani mwema ni mm -hmm. zaidi ya salamu shikamoo, ukoaje? mm -hmm. ni ile tu tunasema kujaliana, no. kujuliana, uko vipi mm. na kuwa na ile urafiki mm -hmm. wa karibu no. na ile unakuwa mm -hmm. mm -hmm. na furaha kwa mwenzako, naweza fafanua hivyo. na kimi pia naweza fafanua kuwa ujirani mwema mwema kitu kama hiyo ah, Kiswahili jamani! <laughs> mm -hmm. ah. Uh -huh. Being a good neighbor, okay. Ni ile ambapo yani una nini peace with others. Unaishi kwa amani hiyo. uh -huh. Mm, vile umesema kuheshimiana, kusaidiana, kusaidiana wakubwa uh -huh. kwa wadogo uh -huh. Musi dharauliani. Unajua siku hizi watu wanasaidiana kwa kulingana na kala uh -huh. Kabila yani unaweza kuta uh -huh. Natoa mfano natoa mfano uh -huh. Mimi ni musi na napenda kala yangu sana alhamdulillah uh -huh. Yani mtu mwingine mweupe tuseme kama sasa, ni mfano tu, Sarafina yeye nisaidia <laughs> <laughs> <laughs> vipi? Kwa sababu mimi ni mweusi mm -hmm. lakini atasaidia wenzake kwa sababu yeye ni mweupe. Na pia kwa mfano, mimi ni kabila tofauti na tofauti, yani tusiwe hivyo. Yani, ujirani mwema ni ile kuwa na utu, naam na upendo. naam usiwe na kutu katika <laughs> roho yako <laughs> Haya Sarafina, um, um, kwa mfano, jirani yako amepatwa um, na msiba, utafanya nini? Nitaenda ni nitaenda ni visit ni nitembelee na nimpatie nini, ile shoulder to lean on yeah, kitu kama hiyo. uh -huh. Lakini wengi wetu sisi kwa sisi tume yani, tumedharauliana uh -huh. Unaona yani, everything nowadays it's technology yeah. Internet uh -huh. yani mtu akiwa mgonjwa badala umtembelee, uh -huh. yani, unamtumia tu text, unamwambia pole pole. Yani unajua ile tu mtu kukuona ni faraja kwake, anapona. Yani ni kama kwa mfano, mtu tuseme Sarafina. No. A -a, ni pana mzuri uh -huh. kwa mfano Sarafina ako na uh -huh. sherehe ni siku ya harusi yake mm, ama baby shower yake and then, and then uone mimi rafiki yako kipenzi, sijahudhuria na kutumia tu request ama zawadi <laughs> nimetumana. Utahisi vizuri kweli? <laughs> Nitasikia vibaya, nitakukat off mimi no. Yeah, kitu kama hiyo, kitu kama hiyo. Sasa tukwetu na ujirani wema. uh -huh. Alafu pia kitu ingine vile nimeongelea mambo na teknolojia, unaweza dhania teknolojia imeathiri vipi ujirani mwema? Imepunguza ile kutembeleana, kujaliana kuja kujaliana, kujuliana. Ah, Kiswahili is not your thing. Kujaliana yes, Kiswahili is not my mouth mm. Yes, imepunguza, imelimit because nowadays people they don't do visitations mm -hmm. Yani ile one on one uso, yeah. kwa uso mm -hmm. they prefer phone call tu hivyo, ama una have conversation mm -hmm. mna chat hivyo, mtu atakwambia mm -hmm. ako sawa, lakini kiinje ki kiinje ki ako sawa, lakini mm -hmm. ndani hayuko sawa. Atakwambia tu kwa phone call, hilo habibi, uko vipi hivyo, anakwambia ama unamwambia uko sawa, lakini mm -hmm. hauko sawa. Yani i feel like technology imelimit ile tunasema ujirani mwema in mm -hmm. one way But pia ime increase pia ujirani mwema it's just contradicting. Mm -hmm. Eh, ni jinsi tu venye uu utatumia eh. Alafu kitu ingine, vile Sarafini umesema jambo zito sana mm -hmm. vile ujirani mwema ni kujuliana, yani unajua, pia ukikutana tu na mtu ile tabasamu pia mm -hmm. Yani, umemaliza everything mm -hmm. Lakini unakutana na jirani yako umekasirika, bedhaa. Kuna mtu mwenye when you just greet them, hiyo ni therapy salamu mm -hmm. kwake, unamjulia hali, hiyo ni therapy kwake ukimsalimia, maybe alikuwa amekasirika mm hiyo -hmm. siku yake inakuwa sawa, so the small small gestures tunafanya they might be a therapy to mm -hmm. someone and then unaona, tuseme mtu kama mimi mimi hata ukikuja kama umenifurahia hainihusu. mm -hmm. kwa sababu jinsi vile mimi huwa singili maisha ya mtu. mm -hmm. pia maisha yako huwa hainihusu. mm -hmm. ukija kama umekasirika utajua mwenyewe. mm -hmm. ukija kama umetabasamu alhamdulillah, lakini hii tabia, ukikutana na mtu unafuria mtu, unajua kwa wengine yani inawa affect mental mm -hmm. yani, unanikujia, yani tumekutana tu njiani, tunapitana tu umekasirika Ujanitolea salamu mm. -hmm. nda kuja na fikira zingine mbovu, niseme ai, nilifanyia nini? Sarafu, itanisumbua mm -hmm. So watu ni tofauti, kuna wengine itawaafect physically mentally mm. -hmm. socially mm -hmm. So watu ni tofauti, si kama mimi, unajua ukiwa um, mtu don't care you don't care anything but uta utakea mm -hmm. kwa nile ujirani mwema, sijui kama <laughs> nimekosia Sarahine ah! Yes, hizo ni changamoto zenye zinapatikana ama zimeleta kupungua kwa ujirani mwema mm -hmm. teknoloji pia wivu mm -hmm. tunataja wivu na pia kuna ukosefu wa muda mm -hmm. yes, unapata sina time yani tu hiyo iko hivyo na si eti ni kupenda kwangu muda time, time inakimbia okay. e... na pia kitu kingine sarafina ndo ile tukwe na ujirani mwema tukwe tuna wachachuki yani kwa mfano unakuja kwa nyumba yangu unapata tv kubwa mm -hmm. ile ni inchi ngapi ndo kubwa mm -hmm. Tuseme a thousand inches. <laughs> Tuseme umepata hiyo yani, ukapata nimenunua sofa mpya yani utashikwa na ile wivu. Kwa nini mimi? Mpaka utaacha tu mwenyewe kukuja kwangu. Ile chuki, tukiwacha na tusikile wengine furaha, mtu ameendelea. Imagine tutakuwa best, tukuwe positive yeah. Tukuwe positive, lakini ukiona ile negativity na ile hmm. Hatufiki mahali hmm. Ujirani mwema. Yeah, ujirani mwema, it is something good by the way. Inategemea ni jinsi unaishi na watu. Mm. Kama wewe ni mtu wa kujitenga tu, unachukia watu, nani atakupenda? Lakini kuna watu wenye ni maumbile yao. Ex-introvert. Yes, ni maumbile, yani, yeah tu yeah, it's okay, unaweza kuwa introvert lakini at least ukipita salimia watu. Sasa ule akipatwa na shida, hiyo si ujirani mwema hiyo? Kusema ukweli, si kuwa tabia mzuri, unapita. uh -huh. uh -huh. Haya, kwa mfano, acha nitole mfano ndio weze kunielewa vizuri. Umeenda sehemu, haujui njia. uh -huh. Utakosa kusalimia watu? Usipowasalimia utasaidika hapo? so hata kama we ni introvert ukipita tu salimia tu. Kwa mfano, umepatwa na msiba ama shida yoyote, nani atajua mpatwa na msiba? Kuna kama usalimiagi watu usalimi ya yani, unaona? So tukwe tukiwa ma introvert wenye ni ma introvert maumbile. ah. <laughs> mm. yes, topic for another day hiyo, si ujirani mwema. Kipo, mm -hmm. Ni ushauri gani unaweza pea watu kuhusu jirani mwema? Advice. What I can tell my viewers, our viewers. Yes. Yani hata kama mm -hmm. hauna ile roho ya utu, just at least try. Ndio wahenga wanatuambia heri kuwa maskini wa pesa kuliko kuwa na umaskini wa tabia mm na akili mm. na hekima. Yaani ukikosa mm hizo -hmm. vitu tatu, mm -hmm. at least kosa moja pesa. But hizi zingine imagine ukiwa nazo you can live anywhere. Lakini uko na pesa eh, na una tabia unadharau watu. Wewe kwa hii dunia utaishi vipi? Sijui. Yeah, that's my advice for today guys. Eh -huh. Yani, sote tukuwe na tabia njema tu, greet watu, tusidharau watu kwa sababu ya kala mm. kabila <laughs> ah, by the way, acha niwaambie my viewers <laughs> my nickname is Habib T Black. <laughs> <laughs> si feel viboki ni T Black, napenda jina oh, yeah, by the yeah, way mm -hmm. eh, yeah. Hey, acha niingize story <laughs> you know what, no I don't mm -hmm. know mm -hmm. yani mm -hmm. kwetu vile mm -hmm. tumezaliwa Yani, ni kama mimi ndo skini yangu, na nashukuru Allah. Yani mm, it's darker than the others wengine ni light. yeah. but <laughs> my two brothers walikuwa na my sister walikuwa, napenda kuniambia Habiba blaki cha usiku I used to be very angry. Yaani mm. ilikuwa inanikasirisha but mom, my mom ndo alhamdulillah Mungu amzidishie umri na afya. Mm. Yeye ndo alikuwa ananiambia, usijali achana na washenzi wa mm kuite -hmm. tu hivyo. Just be proud. Kuhini. Yeah, ila na boost my self esteem na confidence. Yeah, yeah. ananiambia achana na wapumbavu. Would you just be proud of your color? Just mm. be who you are. And alhamdulillah, hata nimewambia tapo kwa nini, na pia muniombe Mungu sana, na pia mnajiome nisiwaingiwa niyo tama. Yes. Thank you. <laughs> ya kujiblich tunaongelea, yeah. yeah, so, kuhusu ujirani mwema inaanza kwa vitu kidogo mm-hmm. salamu, tabasamu leo mambo ya mm -hmm. kuwa introvert sijui na kufanya ushindwe kuambia watu sijui mm -hmm. hoi assalamu alaikum, shikamwi, nakushinda we mpumbavu mm -hmm. nini, we mshenzi, mdomo wangu okay. My mouth is... <laughs> is... umefungwa <laughs> imefunga mdomo <mdomangu. laughs> lakini sati nimetuka na mtu yes. yani, to change, manze. At least, mtu lan kugritatu kwa sababu kuna leo na kuna kesho, yeah. Uwezi jua mwenye leo umempita ujamsalimia kesho ndo atakuwa msaada wako. Mimi sikupingi yes, yeah. ya biba yeah. ni maumbile hapo, kwa maumbile ah! an There is introversion and extroversion kwa mara Now, kuna watu wengine maybe unakuwa introvert because of something that happened. Ama unapata tu mtu hasalimiani because of a situation. maybe they were traumatized uh -huh. in a certain age well, uh -huh. ujirani mwema Sitaki kuvuka the border. Okay. Na pia nikiongezea, samahani yeah. viwazo wetu, kama itakuwa nimegusa mtu ama mm -hmm. nimeongea kitu, sote ni binadamu, naweza nicorrect naweza kucorrect. Na pia kwa wase wenye ni ma introverts vile Sarafina, amesema maybe ni situation and I'm sorry. Na kama nimeponyoka, mm -hmm. naombeni msamaha na pia Mungu ansamehe yes. ni vile tu naongea maneno mengi ieleweki <laughs> <laughs> And then uh -huh. Sarafina, kitu ingine uh -huh. unaona mm, kwa mfano workers mm, wenyeona tuna, tuseme tunafanya kazi pamoja and then wewe uko na koligu wako mm -hmm. ha, yani aumungleshi unamdharau, maybe uko na cheo fulani uh -huh. amekushinda na kitu ama umemshinda na kitu, unaweza gusia vipi hapo? kuna ujirani wema hapo? hmm. Apo stani. Hapo ujirani wema iko kweli mukoto apo naako I think hapo tu ni ile tu anaona ni kama umekuja kumpokonya cheo, okay. Yes, ni hiyo tu kwa sababu in every organization mm -hmm. Wakati ambapo kwa mfano we Abib unafanya kazi mali fulani mm -hmm. Mm, tuseme wewe ni mwanahabari mm -hmm. Wewe ni senior mm -hmm. Alafu kuletwe pia mwanahabari mwingine senior okay. Uhisi, maybe usikie tu fununu huyo mm -hmm. Ndiye anakuja kukureplace ama unaona, yani ameinuka, utakuwa tu na ile kitu kwa moyo ndani mm -hmm. Kwa like mbona si mimi, then unakuwa una tu na ile chuki automatically ina ina hit unless <coughs> Na pia hapo ni kugusia kidogo. Mm hapo -hmm. vile umesema mm -hmm. Hapo kwa chuki inategemea hapo sana na malezi amf. Yeah, kwa mfano yani, um, by the way I don't believe in luck. I believe in qadar. Yani, whatever Allah has written for you no one else is going to take it. Kwa mfano ni yako, riziki ni yako. yeah. Sarafina, it's mm. yours hata nifanye juu chini siwezi kuchukua, na kama ni yangu hata mtu mwingine afanye juu chini aende wapi, ende wapi, hawezi kuchukua mm. Ukijua hivyo utakuwa unaishi na watu kwa wema, utajua riziki yake Mungu alimwandikia ni yake na yangu. Yaani ukiwa hivyo, hata chuki itakuingia kwa moyo, mwenzako akipandishwa cheo utamfilia hapi, kwa sababu hiyo ni riziki yake, hata ufanye nini huwezi kuchukua yeah. Hmm. Siongezi na sitoi lolote. uh -huh. Mtazamaji wetu, tumefika uh -huh. mwisho wa kipindi chetu cha siku ya, cha siku ya uh -huh. leo <laughs> uh -huh. nimekuwa kuhost wenu Sarafida Msioki. Tumetaja uh, ujirani mwema tukasema uh -huh. ujirani mwema si jina tu, bali ni tabia uh -huh. na matendo yako wewe mwenyewe ndio Habiba. Na pia ujirani kwanza huanza nyumbani mkiwa na amani pale ndani ya nyumba kukiwa na amani yani utakuwa friendly na any other person. Uh -huh. Sio tile, kuwa close sana lakini utakuwa. Yani wewe ni mtu mwema kwa kila mtu kuwa na utu kwa watu hmm. Kitu yote. Na mimi pia nimekuwa wako Habiba Hamisi ama ukipenda binti mfalme Ah, pia ukipenda <laughs> Habibti Blacky. uh -huh. Naam. Mpaka wakati mwingine, kuwa jirani mwema leo. Naam.